Akitoa tamko hilo, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Mheshimiwa William Lukuvi amesema waliojenga katika eneo hilo wapo wapo kinyume na sheria, kwa sababu ni mahali hatarishi mwezi wa kwanza, lakini usitishwaji huu unaenda na amri halali ya kuwataka wananchi wabomoe wenyewe kwa hiari yao. Tunasitisha ili kuwapisha wananchi wabomoe kwa hiari yao mpaka tarehe tano. Wasiobomoa tutarudi tena kubomoa kwa nguvu, mpaka tutakapomaliza eneo lenyewe lile. Idadi ya nyumba zilizojengwa kwenye bonde hilo ambalo tumeanza kubomoa zinakaribia kuwa elfu nane. Kwa kama nilivyosema, tarehe 17 mwezi huu tumebomoa 50, tarehe 18 130, jana 173, tumeshabomoa 353. Sasa eneo la bonde la Msimbazi, kwa mujibu wa taarifa tulizo nazo hapa wizarani, linaandaliwa kuwa la burudani kwa wakazi wa jiji. Yani kama kuhusu kudhibiti ujenzi holela, Mheshimiwa Lukuvi amesema kuanzia mwakani wizara yake itagaa kwa viongozi wa serikali za mitaa vipande vya ramani za mipango miji ya maeneo yao, ili waweze kuvisimamia kwa ukaribu, ili kuepusha uwezekano wa kutokea ama kufanyika ujenzi holela. Tukitii sheria basi, lakini wizara yangu sasa tumeamua kuanzia mwezi ujao mwakani tutagawa vipisi vya mipango miji kwa kila mwenyekiti wa mtaa Nachapisha sasa kila mwenyekiti wa mtaa atakuwa na mpango uliopangwa na idara ya mpango miji inaoonyesha barabara, open space katika mtaa wake, ili kila mwenyekiti na serikali yake ya mtaa waweze kusimamia wenyewe. Inaelekea sasa hivi hata wenyeviti wa mtaa hawajui maeneo gani yamevamiwa, maeneo gani ni ya wazi katika maeneo yao. Kwa hiyo, nimeagiza kuanzia mwezi wa kwanza mwenyewe nitagawa mtaa kuanzia Dar es Salaam. TV ilikwenda katika eneo la Mkwajuni na kukuta makundi ya watu wakijitahidi kuhamisha vitu vyao ili kuepusha uwezekano wa kupata hasara. Ah, hii sio kwamba kuitikia agizo, bali tunalichukulia tayari limeshatokea, kwa sababu kama hivyo serikali inasemekana kwamba ametoa taarifa, lakini si wengine taarifa kama wapangaji hatuzifahamu, kama kuna taarifa yoyote ambazo zimefanyaje, zimetolewa. Mwisho wa siku tunakuja, wengine tuko makazini, tunapigiwa simu, jamani, huko zinafanyaje, nyumba zinabomolewa, tunakuja tunatoa vitu vyetu. Ndio kama hivyo, sio kwamba tumezipokea, ila tunatoa, kwa sababu tutafanya nini? Ni eneo hili la Mkwajuni ambapo pamejeuka kuwa ni uwanja baada ya nyumba zote zilizopo katika eneo hili kubomolewa, kwa kila ambacho kinaelezwa kwamba ni kupisha ama ni kuondoa wananchi katika eneo hili ambalo kwa namna moja au nyingine inaonekana sio salama, lakini busara za serikali zimetumika kusimamisha zoezi hili kwa muda, ili kutoa muda mwingi zaidi kwa wananchi waliopo katika eneo hili ambao nyumba zao zijabomolewa kuweza kuondoka. Nikiripoti kutoka Mkwajuni jijini Dar es Salaam, mimi ni Godfrey Monyo wa ITV.